Mtanzania tajiri kuliko wote, mfanyabiashara Mohammed Dewji maarufu kama Mo, ameendelea kuwemo katika orodha ya mabilionea wakubwa kabisa barani Afrika katika orodha iliyotolewa na jarida la kimataifa la Forbes. Jarida hilo hujihusisha na masuala ya utajiri, fedha, mali, uchumi na vitu kama hivyo katika orodha hii mpya ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano Mo ameshika nafasi ya kumi na mbili akiwa na utajiri wa dola bilioni mbili pointi mbili. Hata hivyo, licha ya kuwemo katika orodha hiyo Mo ameendelea kuweka rekodi ya kuwa bilionea mdogo zaidi katika orodha ya mabilionea wakubwa barani Afrika. Kadhalika, Mo ndiyo bilionea pekee anayetoka katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini hii si mara ya kwanza kwa Mo kuwemo katika orodha hii. Aliingia kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na kumi na tatu akiwa na utajiri wa dola bilioni moja, na tangu wakati huo sio tu amekuwa katika orodha hiyo kila mwaka, lakini pia utajiri wake umekuwa ukiongezeka. Mwaka huo kama nilivyosema, mwaka huo elfu mbili na kumi na tatu utajiri wake ulikuwa ni dola bilioni moja Mwaka uliofuata yani elfu mbili na kumi na nne utajiri wake ulipanda na kuwa dola bilioni moja point mbili. Mwaka elfu mbili na kumi na tano utajiri wake ulikuwa bilioni moja na point tatu. Mwaka uliofuata elfu mbili na kumi na sita utajiri wake ulikuwa dola bilioni moja point nne. Mwaka elfu mbili na kumi na saba utajiri wake ulikuwa dola bilioni moja point tano na mwaka elfu mbili na kumi na nane utajiri wake uliendelea kuwa dola bilioni moja pointi tano mwaka elfu mbili na kumi na tisa utajiri wake ulipanda na kuwa dola bilioni moja pointi sita mwaka elfu mbili na ishirini utajiri wake ulibaki kuwa dola bilioni moja pointi sita kama ilivyokuwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja ambapo utajiri wake uliendelea kuwa dola bilioni moja pointi sita mwaka uliofuata elfu mbili na ishirini na mbili utajiri wake ulipanda na kuwa dola bilioni moja pointi saba na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mwaka juzi utajiri wake ulizidi kupanda na kuwa dola bilioni moja pointi nane mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne utajiri wake ulikuwa dola bilioni moja pointi nane na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano utajiri wake umepanda zaidi na kuwa dola bilioni mbili pointi mbili kwa hiyo ukiangalia takwimu hizi unaona bayana kwamba takriban kila mwaka utajiri wake ulikuwa ukipanda kadhalika Mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano utajiri wa Mo umefanikiwa kuvuka uh, kiwango cha dola bilioni moja ambapo amegonga sio tu dola bilioni mbili lakini bilioni mbili pointi mbili lakini licha ya Mo na utajiri wa Mo, ongezeko hili la utajiri wa Mo limechangiwa na juhudi zake katika kuimarisha na kupanua biashara zake kupitia kampuni ya Mohammed Enterprise, kundi la makampuni ya Mohammed Enterprises ambalo linaishughulisha katika sekta mbalimbali kama, kama vile kilimo, vinywaji, viwanda, biashara na usafirishaji katika zaidi ya nchi kumi na moja barani Afrika. Licha ya Mo, pia orodha iliyotangazwa na jarida la Forbes la nchini Marekani imewataja pia matajiri wengine uh, lakini mimi nimewa, ma, nimechukua orodha ya matajiri kumi na mbili ambayo ndio inamjumuisha na Mo. Kwa hiyo matajiri wengine kutoka nafasi ya kwanza ni um, nafasi ya kwanza inashikiliwa na Aliko Dangote. Aliko Dangote ni Mnigeria na amekuwa katika nafasi hii ya kwanza kwa miaka kumi na mbili mfululizo. Aliko Dangote kwa sasa utajiri wake unafikia dola bilioni 23.9. Anaongoza kampuni kubwa zaidi barani Afrika inayofahamika kama Dangote Group inayojumuisha viwanda vya saruji, sukari, mbolea, mafuta na kemikali. Anayeshikilia nafasi ya pili ni familia hii ya Johann Ruppert, amba ni huyu e ni, ni familia hii ni Afrika Kusini na katika kwa hiyo Yon Rupert na familia yake utajiri wao ni dola bilioni kumi na nne na ni kupitia kampuni ya bidhaa za kifahari za kampuni inaitwa Richmond na inamiliki majina makubwa brands kubwa za kifahari kama Cartier na Mont Blanc. Nafasi ya tatu inashikiliwa pia na, raf, na raia wa Afrika Kusini Nikki Oppenheimer, ambaye ni mrithi wa utajiri wa familia kupitia kampuni ya Almasi De Beers. Huyu kof katika orodha ya Forbes ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ana utajiri wa dola bilioni 10.4. Nafasi ya nne inashikiliwa na Nassef Sawiris. Huyu ni tajiri mkubwa zaidi nchini Misri na ni mmiliki wa kampuni ya Orascom Construction na anahisa katika kampuni ya kimataifa ya Adidas. Utajiri wake kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni dola bilioni tisa pointi sita. Nafasi ya tano inashikiliwa na raia wa Nigeria Mike Adenuga, huyu ni mjasiriamali mkubwa wa Nigeria mwenye utajiri wa dola bilioni sita pointi nane kupitia kampuni ya Globacom na pia kampuni ya mafuta ya Conoil. Nafasi ya sita inashikiliwa na Nigeria mwingine anaitwa Abdul Samad Rabiu. Huyu ni raia wa Nigeria na ni mmiliki wa kundi makam la makampuni ya Bua na amejizolea utajiri wa dola bilioni tano point moja kupitia biashara za saruji, sukari na vyakula. Nafasi ya saba inashikiliwa na Naguib Sawiris. Huyu ni raia wa Misri na ni mmiliki wa kampuni ya Orascom Telecom Media and Technology na ni mmoja wa waanzilishi wa mageuzi ya mawasiliano barani Afrika yeye ana utajiri wa dola bilioni tano. Nafasi ya nane inashikiliwa na watu wawili Koos Bekker na Mohamed Mansour. Koos Bekker ni raia wa Afrika Kusini, ni tajiri katika sekta ya habari na teknolojia kupitia kampuni yake ya Naspers, ilhali Mohamed Mansour ni raia wa kutoka Misri na mmiliki wa makampuni ya Mansour, kundi la makampuni ya Mansour Kampu, ni kundi la kimataifa linalohusika na biashara za magari, bidhaa za watumiaji na teknolojia kwa pamoja, yani Cosbeka kila mmoja Cosbeka, uh, na Mohamed Mansour wana utajiri wa dola bilioni 3.4. Nafasi inayofuata ni ya kumi, kwa sababu hawa wawili wamefungamana, na nafasi ya kumi pia wamefungamana, hii inashikiliwa na Patrice Motsepe. Huyu ni raia wa Afrika Kusini na Isa Rebrand, raia wa Algeria a. Motsepe yule ambaye anajihusisha na soka la Afrika ni mmiliki wa makampuni ya madini ya Africa Rainbow Minerals, na huyu Rebrand wala Algeria ni mwanzilishi wa kampuni ya Cevato Group, mojawapo ya kampuni kubwa za chakula na kilimo barani Afrika. Motsepe ana utajiri wa bilioni dola bilioni tatu na huyu Rebrand pia ana utajiri wa dola bilioni tatu. Kwa hiyo hii ndiyo orodha ya matajiri wakubwa kabisa kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ambapo mtanzania mwenzetu Mohammed Dewji ameingia na kushika nafasi ya kumi na mbili. Na kumtendea haki Mo, kwa kweli, pengine watu wengi hawafahamu mambo ambayo anayofanya Mo licha yanayofahamika hadharani, kwa kutoa michango, kwa kusaidia scholarship na misaada mbalimbali, lakini Mo pia ni mtu ambaye huwa ana reach out. Mimi binafsi kwa uzoefu wangu huwa hasa kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram, huwa naweka pale matangazo ya watu wenye changamoto, labda pengine matibabu, pengine elimu, pengine kazi. Na mara kadhaa Mo ame reach out, yani, aliwasiliana nami kujitolea kuwasaidia watu hawa, lakini mara zote hakupenda taarifa hizo zitangazwe, Sio kwa sababu labda ingemletea matatizo kwamba amenishirikisha, lakini ni kwa sababu ya kwamba misaada inayotolewa uh, haihitaji matangazo, kwamba mtu anapofanya kitu kwa ajili ya wema wake basi amefanya tu kwa sababu nafsi yake imeguswa. Kwa hiyo mara kadhaa binafsi, uh, katika kuweka haya matangazo alikuwa akitokeza na kuwasaidia kwao. Kuna watu mbalimbali ambao wamenufaika kutokana na misaada hiyo, um, kwa hiyo binafsi nadhani ni um, kama Watanzania tunapaswa kumpongeza, kwa sababu ni kama natuwakilisha katika hii orodha ya mabilionea. Nihitimishe makala hii kwa kukaribisha maoni, hasa katika sehemu hiyo ya comment, kuhusu mada mbalimbali mbali ambazo pengine ungependa niziweke katika uh, channel hii um, usisite kutoa maoni yako.